A, kwa utaratibu wa maendeleo ya kesi kesi tumeendelea na usikilizaji wa shahidi namba tatu wa upande wa jamhuri ambaye ni lmo. Tumemsikiliza, ametoa ushahidi wake, tumemalizana naye. Kwa kesi hii imeahirishwa kwa ajili ya kuendelea na shahidi mwingine wa nne wa upande wa jamhuri. Kuhusiana na mapingamizi, ni utaratibu tu wa kawaida wa masuala ya kisheria, kwa maana kwamba nyaraka namna zinavyotolewa kama vielelezo zina utaratibu wake. Kwa pale tunapoona kwamba utaratibu ulioainishwa na sheria haujafuatwa ni wajibu wetu kuweka pingamizi. Kwa pingamizi letu lilikuwa na limejikita kwa maana ya nyaraka zilizokuwa zimewasilishwa ambazo ni maombi ya leseni kumi na tisa ambazo zililetwa shahidi alileta ambazo ni, ni, ni nakala sasa kwa msingi wa kisheria ni kwamba una kabla hujatoa nakala ya nyaraka yoyote ile unatakiwa ueleze msingi kwamba original au nakala halisi ipo wapi. Sasa kwa kutokueleza, ni tuliona kwamba ni, ni ukiukaji wa utaratibu wa usheria wa kutoa sheria ushahidi ya kutoa, kutoa vielelezo na baadaye mahakama ikawa ime imevitupilia mbali hivyo vielelezo. Mwelekeo wa kesi kwa maana ya utaratibu wa kesi kwa maana ya kwamba upande wa jamhuri unaendelea kama ulivyosema kwamba utakuwa na mashahidi kumi na sita na leo tumemkamilisha shahidi watatu k kwa tunategemea kwamba kesho tukaendelea na shahidi wanne au na watano kama watakavyotuletea, ambao kesi ilipangwa leo na kesho na kesho tunaendelea kwa ajili ya usikilizaji wa kesi hiyo kwa upande wa mashahidi wa jamhuri. Tadeo Mwana Mbilimbi ni mkazi wa Songwe na mchimbaji wa wa wilaya hii ndani ya wilaya ya Songwe. Mimi ni mmoja wa washiriki wa ambao nafanya shughuli zangu maeneo ya Kampilipili, huko kwenye mgogoro ambao upo umetokea sasa hivi unaendelea sasa hivi. Of course tunaendelea kusikiliza na shauri bado liko mahakamani, kama hivi kama leo tumetoka kusikiliza shahidi wa mwingine lakini kwa kweli linaendelea vizuri kwa sababu liko ndani ya sheria na sheria inaenda na sheria na itafuata mkondo, hakuna eh, e, mapingamizi. Ndio maana liko mahakamani kwa tunazidi kusikiliza mashahidi kama hivyo, na sisi kama wachimbaji wa, wa wadogo wa eneo hilo tunavuta subira, ndio maana tumefika mahakamani kwa kwa aina fulani, kwa kiasi lina linatuathiri kwa maana kwamba tashughuli zetu tunafanya sasa hivi tulisimama, lakini tumeanza kufanya kwa maana kwamba tunafanya unafanya huna uhakika una huna uhakika na hatima hiyo, ndio maana tuna tulikuwa tunaomba sana vyombo vya sheria kama hivi. Bahati nzuri mahakama inaenda haraka, nafikiri shauri litaisha haraka kabla msimu ambao unakuja wa, wa kuanza kufanya shughuli zetu. Athari tunayoipata hasa ni kufanya, tunafanya kazi bado hatujakuwa na uhakika e, vyombo hata vyombo, vyombo vya serikali Ma, vya kifedha na nini bado vinakuwa na wasiwasi wasi na sisi maeneo yetu yatakuwa ni ya kwetu au yatakuwa kuna upande gani? Kwa hiyo athari hiyo kidogo sio ndogo, ni kubwa sababu imebeba watu wengi sana. Okay, ya, mimi naitwa Maxwell Tumaro ni mmoja wa chimbaji wadogo wa mkoa wa Songwe katika eneo la Kampilipili yana. Tupo hapa kwa ajili ya kusikiliza mwendelezo wa kesi yetu ambayo ipo dhidi ya anaita mwekezaji Denic Mining. Kesi inaendelea vizuri, tunaamini kwamba uh, mahakama itatenda haki kwa sababu tunaendelea kufuatilia mwenendo wa kesi na tunaona kila siku, uh, kuna mwanga. Kwa hiyo kesi imeahirishwa leo mpaka kesho. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba kesho, uh, kesi ikiendelea, tutaweza kupata mwanga zaidi na kuweza kujua mwenendo wa kesi itakuwaje, lakini at end of the day sisi kama wachimbaji wadogo tumekuwa affected zaidi na, na hii kesi kwa sababu sasa tunashindwa kuinvest kama miaka nyuma ambayo tulikuwa tumefanya. Uwepo wa kesi umetufanya turudi nyuma kwenye kufanya investment. Na ninajua kurudi nyuma au kufanya investment, serikali pia inapoteza mapato. Kwa hiyo ombi letu, ombi letu kwa mahakama iharakishe kesi hii iende vizuri ili at the end of the day haki ipatikane na sio tu ipatikane bali ionekane pia inapatikana. Kwa hiyo hilo ndio ombi letu na tunaamini kwamba in near future haki ipatikana sisi tutakuwa tayari kwa lolote na tutakuwa tayari kuinvest tena na kuendelea na shughuli zetu.